Kuna mazuri na machungu yake. Mnajua kwamba katika kipindi cha miaka mitatu hiki, nimekuwa nikitoa mikeka mingi ya mabadiliko kwenye serikali za mitaa, kazi ya mkoa wa wilaya, halmashauri huko, mingi tu na si kwa raha au kwa kupenda, ila kwa kutafuta krim wale watakaosimama na serikali kufanya kazi serikali iliyokusudiwa. Sasa nataka kusema kwamba kama ma, max ni mia moja, tuko kwenye themanini na tano tumeshanyooka, tumebakia ishirini na tano, ishirini na tano tutakwenda kunyoshana polepole mpaka pole, wote tusimame njia hiyo. Kama nilivyosema, nyinyi ndio moyo wa serikali kuu, fedha inayokuja kule wasimamizi ni nyie, na nyinyi ndio mnasimamia maendeleo kule. Mheshimiwa Mwenyekiti na wajumbe pamoja na ahadi nilizozitoa nilipozungumza nanyi mwaka ule ishirini na moja niliainisha pia changamoto za kufanyiwa kazi. Miongoni mwa changamoto hizo, kwanza ilikuwa ni usimamizi madhubuti wa mapato kwa kutumia mifumo ya TEHAMA, lakini la pili ilikuwa kuwachukulia hatua maafisa wabadhirifu, na ndio ile nilisema mikeka na mikeka na mikeka na kuchuja Wabadhirifu, wazembe, wanani, wanani, wote tumechuja, tuko asilimia 85. Lakini pia tulisema mipango ya halmashauri izingatie vipaumbele vilivyoko katika dira ya Taifa, na nadhani kwa sababu tunakwenda kumaliza dira halmashauri zimefanya hivyo. Lakini mmetoa maoni vizuri kwenye dira yetu mpya inayotoka 2025 hadi kule hamsini. Mmetoa maoni vizuri kwa mipango yenu iende ikaangalie maoni mlioyatoa kwenye dira mpya ambayo karibu tuta tutaizindua. Lakini jengine tulisema halmashauri kutenga siku maalum kusikiliza kero za wananchi. Hapo bado tunasuasua, hatujafanya vizuri sana, bado tunasuasua. Lakini hata hivyo nafarijika kwamba halmashauri nyingi ziko kwenye hatua mbalimbali za utekelezaji na chache ndizo bado zinasuasua, lakini naamini wote tunatambua umuhimu na uhalali wa maelezo uh, yale na mtaongeza kasi katika utekelezaji. Ndugu zangu, changamoto zinazo zinazobidi kufanyiwa kazi zaidi, hizi changamoto zikuwa za mwaka ule ambao tulizungumza tumezifanyia kazi lakini bado kuna changamoto zinahitaji kufanyiwa kazi zaidi. Saniseme pamoja na mafanikio ya utekelezaji wote ule, kupitia ziara zangu mikoani na mrejesho unaopata kutoka kwa wananchi kwa kutumia njia mbalimbali mbali. Bado zipo changamoto ambazo Mungu akitupa uhai inafaa tushirikiane kuzifanyia kazi kwa juhudi zaidi. Kwa hapa nitagusia changamoto tatu kubwa. Ya kwanza umakini zaidi kwenye ukusanyaji wa mapato na matumizi. Amesema waziri hapa kwamba bado hadi leo kuna watu, mbali na mifumo halali iliyowekwa na serikali ya kukusanya fedha kwenye halmashauri yetu au halmashauri zetu, kuna mifumo ya pembeni inaundwa, inakusanya fedha hivyo hivyo, na fedha zile badala ya kuingia kwenye mfumo halali, naingia mifumo ya watu binafsi. Waziri na wakurugenzi nawataka muwe macho kwenye hili muwe macho kwenye hili, kwa sababu fedha hii itakapokusanywa yote ikaingia kwenye mifumo halali, hizi kelele tunazopiga ndogo ndogo hazitakuipo. Tutakuwa na fedha ya kutosha ya kufanya shughuli zetu za maendeleo, lakini tukiachia zikienda mikono mingine, maendeleo yetu yanakwenda kuzorota, na muda wote halmashauri zinadai fedha serikali kuu, wakati fedha iko kule na inaachiwa inapeperuka. Mheshimiwa Waziri, kama mmewabaini hawa watu, tafadhali tafadhali sana, lile jicho lako la huruma hapa hapana, hapa hapana, hapa lakini wengine kama alivyosema, wamethubutu kuja na risiti, lugha ya siku hizi risiti feki, lakini ni risiti za udanganyifu, sio risiti halisi huko anakusanya mapato lakini kwa risiti zisizo halisi au kama mwagundua waziri hapa sina mswalie mtume. Ukishindwa kuwachukulia hatua hawa takuja kukuita nikuulize umefanya nini. Ukufanya kitu mimi nafanya kwa wao na wewe wao ambao umewasamehe na wewe uliye samehe. Ndugu zangu, niwapongeze halmashauri, kwa kweli mnapaswa kupongezwa kuongeza ukusanyaji wa mapato, lakini muono wangu ni kwamba mnaweza mkafanya vizuri zaidi, zaidi ya hapa mlipofika. Kama kuna fedha bado hazikusanywi, zinakusanywa kwa resiti feki, zinakusanywa kwa mifumo ya pembeni, mkiziba huko na mengineyo, mnaweza mkakusanya vizuri zaidi. Kwao nendeni kajipangeni, tukusanye vizuri zaidi. Aidha, udhibiti wa udokozo wa matumizi mabaya nao umeendelea kupungua. Hongereni, sio kuondoka bali kupungua, unaendelea kupungua. Kwenye taarifa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu alizokuja kunipa juzi hapa, ameona hakuna matokeo ya kutoa hati mbaya kwa serikali za, za mitaa, lakini bado ameona kuna vijikasoro kasoro ambavyo mtavisikia kesho kutwa atakapokuja kuwasilisha taarifa yake. Kwa hiyo niseme bado tumefanya vizuri, hongereni sana, lakini bado tuongeze juhudi ya kufanya vizuri zaidi. Pamoja na mafanikio hayo, tunatakiwa kushughulikia suala la matumizi ya TEHAMA, na nimefurahi sana nilipopita mabanda ya maonyesho, ndugu yangu yule Kitali alinionyesha mifumo inayotumika ndani ya TAMISEMI, amenionyesha jinsi TAMISEMI inavyosomana na taasisi nyingine, amenionyesha jinsi mnavyofuatilia matumizi ya rasilimali. Sasa hivi kwenye mitandao, unajua halmashauri gani imepoa kiasi gani, zipi zimekwenda kutumika wapi, zipi zimebaki, nani kalipwa nini. Hilo limenipa faraja sana, na nataka msimamie mifumo hiyo ili kazi hiyo itendeke kwa uadilifu na fedha za serikali, ile value for money ya miradi tunaoleta huko ionekane, fedha itumike vile ilivyotarajiwa. Nawashukuru sana, nawapongeza kwa hili mlilolifanya, lakini pamoja na vyanzo tulivyo navyo, niwa nitoe rai kwenu kubuni vyanzo vipya, mbuni vyanzo vipya vya mapato na msimamie ipasavyo makusanyo hususan maeneo ya majiji na miji midogo ambapo naamini tunaweza kufanya vizuri zaidi. Vilevile nikuombeni viongozi wa ALAT, suala la matumizi mabaya ya fedha za umma na ulegevu kwenye makusanyo ya mapato fikishieni, yani vishikieni bango, simamieni. Mmesimamia mengine vizuri kama mwenyekiti ulivyosema, hili nalo linataka kusimamiwa vizuri. Jambo la pili tunalopaswa kulifanyia kazi ni usimamizi wa sheria na sheria ndogo katika maeneo yetu. Tunatunga sheria katika maeneo yetu sheria mbalimbali, tumepewa wajibu huo kisheria, lakini kwenye usimamizi tunakuwa wadhaifu sana. Mengi yanayotokea ni kwa sababu hakuna usimamizi wa sheria hizo.